Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana niweze kuwapasha, niwapakulie yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra, mtangazaji wenu mwenye nawaletea taarifa za ukweli. Kitu ambacho nawaomba ni mpige subscription, alafu musogeze, musambaze hizi taarifa zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi, siku zinapozidi kukimbia, ili maandamano ya tarehe tisa Disemba yafanyike Tanzania, ya kumkataa Samia Suluhu Hassan kwa kuiba kura za tarehe 29 Oktoba pamoja na kuwaua watanzania wengi ambao hawakukuwa na hatia. Kamanda wa jeshi la polisi bwana Muliro ameweza kuchanwa na kushambuliwa vikali na mwimbaji mmoja wa nyimbo za Injili Tanzania. Mahala ambapo anamwambia Kamanda Muliro kwamba haya maafa yote ambayo yametendeka Tanzania, Kamanda Muliro ndiye ameweza kuyasababisha, ndiye aliweza kugawa silaha hatari kuelekea kwa polisi, ndiye aliweza kuwaelekeza maafisa wa polisi Tanzania kuwaua wananchi. Yaani, huyu mwimbaji anasema kwamba Kamanda Muliro alikuwa na uwezo wa kuzuia mauaji haya ya kimbari kutendeka Tanzania, lakini kutokana na kwamba alikuwa amepangwa na walikuwa wameelewana kwamba yeyote mwenye atapingana na Samia Suluhu Hasani aweze kuuawa, Kamanda Muliro inasemekana kwamba aliweza kupeana oda kuelekea kwa maafisa wa polisi vyombo vya dola kuwaua wananchi huyu mwanadada mwimbaji kutoka Tanzania amezungumza kwa machungu sana akimkemea kamanda Muliro baada ya kamanda Muliro kuonekana kwamba anachukia wananchi anatoa kauli ambazo zinawachukiza wananchi na akaonekana kwamba anamtetea Samia Suluhu Hassani mwenye amekataliwa na wananchi. Sasa huyu mwanadada mwenye nitakuwekea uweza kumsikiliza, anasema kwamba Samia Suluhu Hassani amekataliwa hapa ulimwenguni na vilevile amekataliwa juu mbinguni kwa sababu ya matendo yake maovu. Kulingana na huyu mwimbaji, anasema kwamba Samia anajilazimisha kwa wananchi na hata kamanda Muliro anajua kwamba Samia amekataliwa, ila anajilazimisha kwa wananchi. Ninakuomba uweze kuchukua sekunde yako moja mbili tatu ukasikilize jinsi ambavyo huyu mwanadada anatoa kauli zake za busara. Lakini Muliro, acha nikwambie kwamba sisi sio watoto wako ambao unawamlisha hapo nyumbani. Sisi sio watoto wako kama watoto wako wao umewavika ujinga kwamba yani wao wanakusikiliza, wana tu unawapiga, wanakusikiliza, unawapiga bila kosa una, hao hey, ni watoto wako Muliro. Sisi sio watoto wako Muliro, sisi ni watu wazima, wengine tu ni wake za watu, wengine ni waume za watu. Yani unaongea una na watu ambao wamekuzidi wengine hata kiwango cha elimu. Kwa hiyo unapoongea nao ongea nao kwa adabu, acha huo ubabe babe wako huo Muliro. Muliro, unajua kabisa kwamba jeshi lako la polisi ndo waanzilishi wa vurugu. Hilo unalifahamu. Kwamba tarehe 29 bila jeshi lako kuua raia, la hakuna mwandamanaji angechoma kituo cha polisi. Angechoma sheli. Wewe unajua kabisa kwamba wewe ndo mwanzilishi wa vurugu. Hiyo unalifahamu. Kwa hiyo kama unaendelea kutumia jeshi kama fimbo, unatumia jeshi kama kiambaza cha kuzuia huyo mama aendelee kubaki hapo madarakani. Muliro, unatukosea sana Watanzania. Muliro, leo hii jeshi lako la polisi linaonea raia mno. Muliro, mimi ambaye ninampinga huyu mama anampinga kwa haki na wewe unajua. Na unajua kabisa mahali ambapo mimi ninatakiwa kuwepo. Yaani, kama kuna sheria inapaswa kunihukumu basi nihukumiwe mimi kwa mujibu wa sheria. Muliro, jeshi lako la polisi limekuwa CCMB. Muliro, jeshi lako la polisi linatumika lina limekuwa ni mwanachama hai wa CCM. Muliro, hii nchi ni ya demokrasia na hilo unalijua. Hii nchi ni ya vyama vingi na hilo unalijua. Hicho unachokifanya ni dhambi kwa Mungu na kukosea Watanzania Muliro. Muliro leo hii unasimama kibabe, unaanza kutuongelesha kishujaa eti kwamba vurugu ni kitu kibaya. Kwa hiyo nyinyi ndio mmeutengeneza ubaya kwenye maandamano, mmetengeneza vurugu kwenye maandamano, mkazalisha mauaji, mnasema ni kitu kibaya. Na ndio maana mlikuwa mnauwa watu ovyo ovyo, mnawafuata mpaka majumbani kwao, hadi wali, waliolala mliwaua. Muliro sisi sio wanyonge kiasi hicho, tunataka tukwambie ikifika point Watanzania wanazoa damu za Watanzania wenzao ni point of no return. Ikifika point Mtanzania anajibishana na, na polisi ambaye tulikuwa tukimwona kule tunamkimbia, leo hii tunajibishana nao, Mlilo, this is point of no return Mlilo, hatutorudi nyuma. Kitu kitakachotufanya leo hii tukae sawa ni huyo mama kutoka kwenye hicho kiti, muuaji hatumtaki hayupo hapo kikatiba. Hivi vini macho mnavyovitengeneza ni kwa faida ya nani Muliro? Leo naomba niongee na wewe Muliro. Muriro umekuwa mshenzi wa tabia wewe baba. Chalamila unaonekana kabisa dhamira yako na unachovifanya ni vitu tofauti. Umeokoka wewe unamjua Mungu. Unafanya ushenzi ukijua kabisa huu ninaofanya ni ushenzi lakini unaendelea kuufanya. Chalamila sikiliza, nikwambie unapoongea na sisi usiongee na sisi kama watoto wako uliowazaa. Huo uhuni na upumbavu na uongo wongo na upanga usituletee sisi wa Tanzania. Tafuteni sisi alipo mtake kumuua it's fine, lakini amwezi mkaua fikra zangu mimi ambazo tayari kuna watanzania wanazo. Mnapanga uongo uongo wenu mnakuja mnakuja kuongea mnakuja kuongea kibabe. Leo una, unakaa unabishana na Kitima. Kosa la Kitima ni nini? Kusema ukweli? Je, hamjaua ndugu zetu na kwenda kuwazika kwenye nani la nani kabula Kitima? Uongo wake ni upi? Ni kusema ukweli kwamba mlienda mkawachukua majeruhi mkawazika, kwamba mlikataa wasitibiwe? Huo ni uongo? Yaani ninyi mnashughulika na mtu ambaye anapinga utekaji na mauaji leo kuna kesho, ndugu zangu, kuna Mungu, kuna Mungu Muliro, kuna Mungu. Wewe baba umekuwa ni mtu wa mbaya sana Muliro, kama ujui, asilimia kubwa wewe ndio umeiua hii nchi. Ulikuwa na uwezo wa kukataa ma, ma, ma, ma, maelekezo ya kuua raia. Wewe ndio ulikuwa una uwezo, sababu wewe, silaha zilikuwa kwenye mikono yako. Silaha zinaingia kutoka kutoka nchi za nje, zinaingia mnazipitisha, wewe na mkuu wa usalama. Nyinyi ni watu washenzi, amfai kwenye hili taifa, mkapinga kwamba silaha zipo na ukasimama ukakana. Mwisho wa siku ndio silaha zikuja zikawaua Watanzania. Lakini still unasema ni AI. Hivyo, mzee, elimu yako wewe ni darasa ngapi wewe kwanza? Kwa sababu vitu unavyovifanya, vitu unavyovifanya ni vitu vya kishenzi sana. Muliro, unatutengenezea usugu wewe baba, wewe unatuharibu. Na mwisho wa siku hao nao unatengenezea usugu na kuharibu leo ndo watakuja kuwa kuharibu kizazi chako hicho. Kwa sababu unawatengenezea una, una ujasiri ambao haukuwepo awali. Mbona tuliishi vizuri na askari mitaani? Mbona tulipendana vizuri tu? Mbona nilikuwa nina shida yangu naenda nakimbilia polisi nisaidiwe, aki usalama. Lakini leo no, ndio mnaua watoto wa watu, mnawapa kesi za ajabu. Mlilo utalipa sisi, sio wajinga wajinga tena. Sisi sio watoto wako sisi, Mulilo. Hizo fujo mnazozianzisha na jeshi la polisi, na mmeshajipanga mmepanga silaha kwa ajili ya kuumiza watu, mje mseme ni raia hii. Sisi hizo janja zenu tunazijua, hizo janja zenu za kwa kusema kwamba raia wamejipanga wa kutumia silaha. Nyie mna intelligence ya gani nyie, niwaulize kwanza? Mngekuwa mna intelligence mngejua, wasiojulikana mngewajua, nchi inadhalilika. Mmekuwa na kauli mbili mbili za kipuzi tu. Watu wametoka nchi jirani wameingia. Ninyi mngekuwa mna intelligence intelligence ya kweli, lomu halisi, mngeshawajua. Kama mna intelligence ya kweli, ina maana nyinyi ndio wauaji namba moja na mnajijua. Na ndio maana mnajiita wasiojulikana. Endeleeni kujiita wasiojulikana, lakini Mungu anawajua. Mungu anawajua. Hamjulikani kwetu sisi Watanzania kwa sababu ni wanyonge na tu, wa, tunajua kwamba nyinyi ndio mnaua na mwisho wa siku mnakataa. Sisi ni, ni wanyonge sisi wa Tanzania, lakini nataka niwaambie hivi mwisho umefika. Mlindeni kwa dola huyo mama mlindeni kwa damu za watu, mwisho wa siku Tanzania imemkataa na Mungu amemkataa. Tanganyika hatumtaki na Mungu pia amemkataa, hilo lazima mlijue. Mulilo, salamu zikufikie. Sisi sio waoga tena, sisi sio wapumbavu tena, tumeamka, sio enzi za mababu zetu. Kwa hiyo wewe upuuzi wako unaoita vyombo vya habari na kuongea, jua kabisa sisi tunajua tuna, tuna, tuna kila kitu. Mnakaa mnapanga upuuzi upuuzi tu, mnakaa mnapanga namna ya kutuumiza tu. Tumeshachoka, mioyo yetu imeshajeruhiwa. Hapa tunavyoongea mmetuoteshea subu. Karibu sana wapenzi watazamaji. Tuendelee kupashana, tuendelee kujulishana. Kwa sababu nipo hapa kwa minajili ya kuweza kupasha mwananchi. Mimi ni Mtanzania. Kuna wale ambao wamekuwa wakinitukana, wewe oh, nini chunga ya kwenu Kenya. Mimi ni Mtanzania. Naona hapa mimi ni Mtanzania halisi. Mimi nasubiri tukipata ukombozi Tanzania nijisajili kupata uraia. Mnaona mimi ni Mtanzania original. Kwa hivyo wala ambao mnanitukana mnaharibu wakati wenu. Karibu sana. Unaweza ukakubaliana na mimi mpenzi mtazamaji, kwamba jeshi la polisi Tanzania imekuwa branchi ya chama cha CCM. Unaweza ukakubaliana nami kwamba jeshi la polisi Tanzania linatumikia linafanyia kazi hii serikali ya chama cha CCM. Na ni ishara kwamba hili jeshi la polisi limeacha kumtumikia mwananchi na linafanyia kazi Samia Suluhu Hassan kitu ambacho ni kibaya. Angalia, ukimsikiliza huyo mwanadada jinsi ambavyo amezungumza, Kamanda Muliro alikuwa na uwezo wa kuyakataa yale maafa ambayo yalisababishwa na jeshi la polisi Tanzania. Sote tunaelewa kwamba Kamanda Muliro alikuwa na uwezo akapeana amri kwamba Watanzania waweza kuuawa. Kamanda Muliro kama, kama hangeweza kupeana amri na hizi kauli ambazo anaendelea kuzitoa za kuchonganisha wananchi wa Tanzania, maafa yangetendeka, lakini Kamanda Muliro ameweza kujiweka wazi na ameonekana kwamba anafanyia Samia Suluhu Hassan kazi watu kama Kamanda Muliro tukipata ukombozi tanzania watu kama hawa wanapaswa kuozea kwa jela kamanda Muliro anapaswa kuozea kwa jela tukipata ukombozi tanzania kuanzia tarehe 9 disemba kwa sababu watu kama hawa ndio walikuwa na uwezo wa kuzuia maafa yasitendeka tanzania badala ya kuzuia wao ndio walichochea Yaani, damu nyingi ambayo iliweza kumwagwa Tanzania inatiririka mikononi mwa kamanda Muliro yes, inatiririka mikononi mwa kamanda Muliro, na kamanda Muliro hatuwezi tukamsamea. Mtu yeyote ni kamanda wa jeshi la polisi Tanzania hapaswi hata kusamewa, huyo mtu anapaswa kulaaniwa kwa sababu walishindwa kuzuia wenzetu wasije wakauawa kwa mtutu wa bunduki, na cha kushangaza wao wakawezesha siri ya kuficha miili ya watanzania wenzetu. Tukipata ukombozi Tanzania, watu kama hawa wanapaswa kuozea kwa jela, wanapaswa kuozea kwa jela watu ambao wanalinda demokrasia na kulinda haki za kibinadamu, watu ambao hawakandamizi wananchi, unapata kwamba wao ndio wanafungwa kwa jela kuozea pale kama Tundu Lissu, lakini watu ambao wanawaua wananchi, watu ambao wanapanga mipango ya wananchi kudhulumiwa, watu ambao wanapanga mpaka hata maaskofu mapadiri kuumizwa kama kamanda Muliro wao wako hapa nje. Sasa niulize padiri Kitima alikosea lipi? Unapata kwamba kamanda Muliro anamsomea askofu Kitima, kwani padiri Kitima makosa yake yalikuwa ni kukataa mauaji. Makosa ya Kitima yalikuwa ni kuvunja taarifa kwamba jeshi la polisi Tanzania lilienda na kuwatoa majeruhi hospitalini na kisha wakawapeleka mochari, yaani kitu ambacho nimeweza kugundua Tanzania hii nchi hii ambayo naipenda nchi hii ya Tanzania ambayo naipenda mimi, viongozi wake wale ambao wako na uhuru ni wale ambao wanapanga wananchi kuweza kuuawa, ni wale ambao wanakandamiza wananchi, lakini wale ambao wanatetea demokrasia unapata kwamba wanaozea kwa jela. Huyu mwanadada amezungumza vizuri, na tukipata ukombozi Tanzania, Kamanda Muliro, Samia Suluhu Hassani na wengine akina Wambura waozee kwa jela. Wazo lako ni lipi?